Sasa amesema nisiingie nisi kwenye gari <coughs> nisiingie kwenye gari ah, ah. Amna si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Alala, hapa shida iko hapa, shida iko hapa. Tusichezeane, tusichezeane, tusichezeane Askari polisi wametuvamia wamemchukua Tundu Lissu, askari polisi wametuvamia wamemchukua Tundu Lissu baada ya mkutano wetu. Hilo ndo gari la mheshimiwa Tundu Lissu, hilo ndo gari la mheshimiwa Tundu Lissu. Tupo live kutoka Mbinga. Wamepiga mabomu ya kutosha ya kutawanya wananchi, yote kwa sababu tumefanya mkutano wa amani, yote kwa sababu tumefanya mkutano wa amani hapa Mbinga, tunaombeni tunaombeni msaada. Wamemchukua mheshimiwa Tundu Lissu, hatujui wamempeleka wapi. Maskari wametawanya watu kwa mabomu hapa Mbinga baada ya kufanya mkutano wa hadhara wa amani. Haya ndo magari ya CHADEMA ambayo yapo hapa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 Sasa amesema nisiingie nisi kwenye gari. Nisiingie kwenye gari. Ah ah. Amna. Si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Tutalala hapa. Shida iko hapa. Shida iko hapa. Kelala. Tusichezeane. Tusichezeane. Tusichezeane.